Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Dokta Yondishani Matias, ni mkurugenzi wa afya na kiasi katika jimbo la Mara. Nipo hapa mbele yenu kuwaletea na kuwashirikisha wakurugenzi wa afya makanisani, wachungaji, wazee wa makanisa, watu wote ambao ni wadau wa afya, habari njema ya kwamba kile chuo chetu cha hei ambacho tumekuwa tukiambiwa na tumekuwa tukikiota kila siku, ujenzi wake sasa umeshika kasi na umepamba moto. Kama tunavyojua, chuo chetu cha HERI kinatoa kozi mbalimbali mbali, kozi za afya kwa maana ya clinical medicine kwa maana ya nursing, lakini pia kuna clinical dentist kwa sasa, kwa muhula huu imeongezeka, na lengo letu tunataka tuende kwenye kiwango cha juu cha kutoa elimu kwa ngazi ya digrii. Sasa ili tuweze kufikia hapo chuo chetu, kwa sababu kinaenda kuzalisha seminari ya waganga ambao watasimama kwa ajili ya kusaidia watu na jamii kwa ujumla, ambao watakuwa na misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato wenye uweledi mkubwa kwa ajili ya kusaidia watu. Basi kikao ambacho kilikaliwa na yunioni yetu ya kaskazini na sasa kupitia mkurugenzi wetu wa yunioni ya kaskazini wa afya Dr. Silas Kabera ametushirikisha mpango huu nasi tupate bibaraka katika jimbo letu la Mara, ya kwamba tujihusishe sasa kwenye habari hiyo ya kuchangia na kuhakikisha chuo hiki kinakamilika katika ujenzi wake. Njia ni rahisi tu. Mpendwa ambayo unaangalia video hii, usikose katika jambo hili la kuhakikisha chuo hiki kinakamilika kwa ajili ya chuo chetu cha Heri ambacho kinapatikana Kigoma. Akaunti namba ya malipo itakuwa inaonekana ina ina ina hapa chini, tuhakikishe tunatoa na kiwango. Sio lazima kiwe kikubwa mno, kiwango kuanzia elfu kumi inatosha na kuendelea. Sio lazima iishie hapo. Toa kadri Mungu atakavyokubariki. Kwa wale ambao watakuwa ni wadau wa afya, mnakaribishwa. Lakini kuna mtu ambaye anaweza akasema, sasa mimi sina fedha, ila na uwezo wa kutoa mali eh, kama vile mb, mb, mb, kama ni kokoto, kama ni michanga, kama ni nondo na kadhalika, tunaweza tukawasiliana pia kupitia namba yangu ambayo iko hapo chini eh, kwa ajili ya kusaidia kufikisha kwa mkurugenzi wetu wa Union na mchango wetu uweze kupokelewa hivyo. Niwakumbushe sasa kwa wote, tarehe 25 ya mwezi wa nne ndiyo itakuwa ni hitimisho la mchango wetu huu, ambapo makanisa yote katika siku hiyo, ni siku ambayo tutakuwa tunahitimisha wiki ya, ya, ya, ya elimu. Siku hiyo sasa ndio tutafanya changizo kubwa, kila kanisa lifanye, na kwa lengo la kuweza kufikia magoli yetu kwa ajili ya uchangiaji wa chuo hiki cha Heri. Bwana akubariki. Anza kutoa sasa kiwango chako kuanzia elfu kumi kama goli lako mndau, pamoja na mkereketwa wa idara ya afya kwa ajili ya malezi bora na ujenzi mkubwa wa afya wa chuo chetu cha afya cha Heri. Bwana abariki sana na Bwana akubariki mara conference. Mungu ndiye nguvu yetu.